Tukiingia kwenye awamu ya pili ya Darubini ni kwamba kamanda wa polisi eneo la Pwani Ali Nuno ametoa tahadhari kwa magenge ya wa wahalifu wanaohangaisha wakazi wa Likoni. Akizungumza katika ukumbi wa LICODEP huko Mombasa wakati alipokea vijana mia moja walioasi uhalifu, Nuno aliapa kuwakabili wahalifu kikamilifu kwa kutumia mkono mrefu wa sheria. Kwingineko, maafisa wa utawala wa ngazi za juu katika eneo bunge la Kiharu kaunti ya Murang'a wako kwenye mizani kwa madai ya kuwashambulia wateja na wafanyikazi wa baa moja mjini Murang'a. Timothy Kipnusu huyo hapa na taarifa zaidi. Kamanda wa polisi eneo la Pwani Ali Nuno amewaonya wahalifu kwamba chuma chao kimotoni, huku wakitoa wito kwa wabunge kutathmini upya kuachiliwa kwa washukiwa makosa ya jinai kwa dhamana wewe utakuwa umejichafua, utakuwa umejiharibu, ukianza kuchukulia vidole saa hii, kesi moja baada ya kesi nyingine. Nunu ameelezea wasiwasi kwamba kuachiliwa kwa dhamana kwa wahalifu wa jinai ni changamoto katika mfumo wa utekelezaji haki kwani wengi wa washukiwa wa ushiriki uhalifu pindi wanapoachiliwa kwa dhamana

alisema hayo alipokutana na vijana mia moja waliorekebisha tabia na kuamua kuacha uhalifu. Kansela wetu Timbwani, ni yako Timbwani, ikiharibika wewe ndo unaharibikiwa. Wapaa Timbwani nyooke, kansela mbaya tenda kama inapotakikana. Wewe, siku za mkutano zifika, hata unaona wale watu wenye macho mabaya washafuta bangi, watu wa wavyelfu za vyako vitatu wawapa hizo hizo pesa itatu nazo hapa wale wengi kesho wasikia watu wampigana mapanga kwa sababu ya hizo elfu. Umechangia uhalifu ama umeondoa ume, ume, ume, ume.